Rais wa Marekani Donald John Trump ametangaza kwa ukali kwamba vitendo vyovyote vya fujo, uharibifu au uvamizi kwenye ofisi za kampuni ya kuuza magari ya Tesla pamoja na matawi yake vitahesabiwa kuwa ugaidi wa ndani. Ametoa kauli hiyo jana Jumanne, Machi 11, mwaka 2025 katika hafla maalum iliyofanyika Texas akimuunga mkono swahiba wake Elon Musk ambaye ndiye mwanzilishi na mmiliki mkuu wa Tesla. Trump aliweka wazi kwamba utawala wake hautavumilia vitendo vya uvunjifu wa amani vinavyolenga biashara binafsi, hasa zile anazoziita nguzo za ubunifu wa Marekani. Aliapa kuwa yeyote atakayehusika na vurugu dhidi ya Tesla atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za ugaidi wa ndani, akisisitiza kuwa serikali yake itahakikisha mazingira ya biashara yanabaki salama kwa wawekezaji. Katika ishara ya kuonyesha mshikamano na Maski, Trump alitangaza hadharani kwamba atanunua gari moja la Tesla, akieleza kuwa hatua hiyo ni njia ya kuhamasisha Wamarekani kuunga mkono kampuni za ndani badala ya kutegemea bidhaa za kigeni. Sisi ni taifa la uvumbuzi, tunapaswa kulinda mali na kazi za Wamarekani, alisema Trump huku akishangiliwa na wafuasi wake. Hata hivyo kauli ya Trump imezua mjadala mkubwa hasa miongoni mwa wanaharakati wa haki za wafanyakazi na mashirika ya kiraia. Kundi kubwa la wanaharakati nchini Marekani limezindua kampeni ya kususia magari ya Tesla kama njia ya kupinga hatua zinazochukuliwa na Musk kupitia idara ya ufanisi serikalini nafasi aliyopewa na, na Trump ili kushauri kuhusu mageuzi ya kiuchumi. Musk amepewa jukumu hilo kuangalia njia za kupunguza gharama za serikali, lakini tayari amependekeza hatua kadhaa zenye utata, zikiwemo kupunguza wafanyakazi wa sekta mbalimbali za umma na kusitisha baadhi ya misaada ya kibinadamu inayotolewa na serikali. Maandamano na migomo dhidi ya Tesla yameenea katika miji mikubwa kama New York, Los Angeles na San Francisco, huku baadhi ya viongozi wa kisiasa wakilaani hatua za Musk na kuitaka serikali ipitia upya sera zake. Wakosoaji wanasema kuwa Musk yanatumia nafasi yake mpya serikalini kupendelea biashara zake binafsi kwa gharama za wafanyakazi ambao ni wa kawaida na ustawi wa jamii. Kwa upande mwingine wa wafuasi wa Trump na Musk wamesema kwamba hatua hizo ni muhimu kwa ajili ya kurekebisha uchumi na kuifanya Marekani ijitegemee zaidi. Wanasema kuwa kupunguzwa kwa wafanyakazi serikalini kutapunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuimarisha sekta binafsi. Hali hii inaendelea, bado haijafahamika iwapo maandamano hayo yataathiri mauzo ya Tesla au kusababisha mabadiliko yoyote katika sera za serikali hata hivyo, mvutano kati ya pande zote hizi mbili unaonekana kuongezeka, huko Trump na Maski wakiapa kuendelea na ajenda yao bila kuyumbishwa na upinzani. Shoga <coughs> angu mambo yamejipa wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya sita kupitia Rea imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo, sisi tunachangia kidogo tu. We unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo! Hilo hilo hilo, lishawaka. Imewaka. Ndio unacheza na gesi? Basi nipeleke nami nikachukua. Shoga yangu, haya maharage nusu saa nyingi yameiva fasta tu. Leo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini Rea.